Karibu katika somo zuri linalosema siri mbili za maisha ya mwombaji. Ni siri zipi? Ni siri zipi hizo? Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya siri mbili za maisha ya mtu anayeomba, na siri hizi leo zinakwenda kuzifunua kwa uongozi wa Roho wako, na zinakwenda kuwa baraka kwa mtoto wako huyu katika jina la Yesu, amen. Maombi endelevu, maombi endelevu Ndiyo siri ya kufanya ufanikiwe katika mambo yako yote. Mambo yako yote yanajumuisha nini? Mambo yako yote yanajumuisha mambo ya kawaida na mambo ambayo pasipo maombi peke yake ndiyo yanaweza kufanikiwa. Yaani utazunguka mpaka unakwenda kaburini. Yako mambo kwenye maisha yako pasipo maombi hayataweza kufanikiwa. Hii ni siri ambayo nataka niiseme, lakini si zile mbili ambazo nimesema, ntazisema. Tunataka kujifunza nini leo? Kwa nini maombi endelevu na sio maombi? Kuna tofauti kati ya maombi na maombi endelevu. Yesu alikuwa na maombi endelevu. Maombi endelevu, maombi endelevu maana yake continuous au perseverance in prayer, maombi ambayo si ya matukio. Kuna watu wanasema tuingie kwenye kipindi cha maombi. Maombi sio kipindi, maombi ni mfumo wa maisha wa mtu kuzungumza na Mungu automatic, hata wakati ambapo hakuna mazingira ya kuomba kabisa, lakini mtu huyo ataongea na Mungu. Nikupe mfano, Nehemia akiwa mbele ya mfalme Artashasta, jitu kubwa lenye kutisha. Mfalme akamuuliza Nehemia, naona kuna kitu hakiko sawa nikikuangalia hivi, sura yako kuna kitu hakiko sawa. Anasema ndipo nipo muomba Mungu. Alimuombaje? ndipo anamaliza kusema ndipo nipo muomba Mungu nikamwambia mfalme nawezaje kuwa na furaha wakati watu wa nchi yangu wanakaa katika hali ya shutumu? Sasa kwa nini nisisitize maombi endelevu kuwa siri ya mafanikio, ya mambo ambayo pasipo kuomba yasingekaa yatokee kwenye maisha yako, yasingekaa yakutoke kwenye maisha yako, yasingekaa yaonekane kwenye maisha yako, ni kwa sababu maombi ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu kama mtu anapoongea na rafiki yake au baba yake ambao wanapendana sana. Sasa katika maombi huwa tunapokea maagizo hayo, maagizo ni mafunuo au sentensi zita ambazo zitakujia, ambazo ukiziingiza katika utekelezaji, maisha yako hayatakuwa ya kawaida, yatatokea mabadiliko makubwa kwenye utendaji wa maisha yako. Sasa basi kuna watu wanasema nilikuwa naomba, sasa hivi siombi. Maana yake umekata supply ya taarifa za kiungu ambazo zingekuwa baraka kwenye maisha yako. Kwa hiyo sasa hivi unatembelea taarifa ambazo ni used, lakini mtu wa maombi, Biblia inasema ni mpya kila siku, baraka za Bwana, neema za Bwana kila siku ni mpya. Asa unapata kuukuu. Maombi yanaleta mtu kuishi katika upya wa kila siku. Tunaingia katika kipengele ambacho kinasema nikisoma kitabu cha hapa methali. Methali, methali kumi na mstari ule wa tano, mstari wa nane, kumi nane, mithari kile ambacho nakisema, aliye na akili moyoni mwake atapokea agizo mbali mpumbavu mwenye maneno mengi ataanguka. Mwenye akili moyoni mwake ni nani? Ni ule mtu ambaye ameingia kwenye mfumo wa maombi endelevu. Maombi endelevu ni nini? Na maombi ni nini? Maombi endelevu ni mfumo wa kuwa na maongezi na Mungu muda wote. Tatizo ambayo limekupata saa saba mchana inahitaji mafunuo ya saa saba mchana. Wewe unatembea na ombi uliomba asubuhi, hapa katikati kuna mambo mengi. Kwa hiyo jifunze kuwa katika mnyororo wa maombi katika muda wako wote. Aliye na akili atapokea agizo. Mungu huwa anashusha maagizo kwa waombaji moja mbili, pamoja na kuwa anashusha maagizo katika waombaji. Watu wa maneno mengi ni watu wasioomba. Maneno mengi yatakuumiza. Maneno mengi yanakatwa na maombi, kwa sababu maombi huleta maneno machache kwa Mungu yenye matokeo makubwa. Vitu viwili ambavyo vitakufanya uingie kwenye mfumo huu wa maombi ambao utaleta ufanisi mkubwa kwenye maisha yako ni kanuni mbili, ni siri mbili ambazo naziita ni siri ya kujumlisha na kutoa, au siri ya kutoa na kujumlisha. Unatoa nini? Maombi yanakusaidia kutoa nini? Maombi kwa lugha nyingine ya asili inaitwa tefila. Tefila lugha ya Kibrania, tefila. Tefila maana yake ni self reflection. Kumbe unapokuwa unaomba, Mungu anageuza macho yako, anayafanya uanze kujiangalia wewe kwa mtazamo tofauti, na utaona maeneo ambayo yanahitaji mabadiliko. Kwa maombi yatakuwa na mabadiliko, mabadiliko hayo ndio yataleta mafanikio kwenye maisha ya kila siku ni mabadiliko gani ambayo yanazungumziwa hapa? Kitabu cha Wakorintho wa, wa pili kumi mstari wa tano. Wakorintho wa, wa pili kumi mstari wa tano, anasemaje? Samani, Wakorintho wa, wa pili kumi mstari wa tano ni sahihi. Anasema hivi, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu na, na anasema na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Wakorinto wa pili kumi mstari wa tano anasema Mtu wa maombi ni mtu ambaye unapoomba unafunuliwa fikra potofu ambazo umeziamini. Unajua wana wa Israeli walikuwa wanajenga ufalume ambao unawatesa, yaani ufalume wa Misi. Wanamka asubuhi wanafyatua matofali, wanajenga mapiramidi, wanajenga vitu ambavyo vinatumika na mfalume kuwatesa na kuwatumikisha. Ziko fikra ambazo umeziamini ambazo umefundishwa, umefundishwa ba kwenye dini, umefundishwa kwenye ukoo wenu, kwenye ukuaji wako ambazo zina au taifa lako ambao zina kutesa. Sasa maombi yanafunua hilo eneo, yanazifunua hizo siri, yanafunua hayo maarifa, yanafunua hiyo mindset ya ambazo hazifai. Kwa kanuni ya siri ya kutoa, maana yake ni siri ya kuangusha, unaangusha kila fikra na kila wazo linalojiinua kinyume na elimu ya Mungu. Zoezi hili linafanyika katika kuomba, zoezi hili linafanyika katika kuomba, lakini anasema tukiteka nyara kila fikra inaweza nikaitoa fikra baada ya maombi. Kumbe huu msimamo ulikuwa unauweka ni msimamo ambao ungekuumiza, ungekuletea hasara, ungekufa, ungeibiwa, ungekuwa mtu usie na maana. Unauacha huu msimamo, baada ya kuacha umeutoa nje, lakini bado kwenye njia zielekeazo moyoni mwako, naziita avenues to the soul, kuna vitu vinagonga hodi, vinataka kuingia, kuna fikra zinataka kuingia. Anasema hapa tukiteka nyara kila fikira ijiinwayo dhidi ya elimu ya Mungu, ili kuhakikisha kila fikira inamtii Kristo. Tunatekaje nyara? Unahakikisha kila nyara, neno linalo, unaloambiwa maneno unayosikia, lazima uyateke na uangalie kama si la Mungu, kamata, funga, tupa kule kila unayolipokea linamtii Kristo. Kristo ni nini? Anasema hapo, mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Hakuna kilichofanyika ambacho kilifanyika pasipo huyu neno, na neno akafanyika mwili, akakaa nasi, tukauona tuka utukufu kama utukufu wa mwana pekee wa Mungu. Kwa neno ni Kristo, sita sitini na tatu Yohana maneno ni waambiayo ni roho na tena ni uzima. Aha, tukiteka kila neno kila nya, na, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, maana yake pia ipate kulitii neno la Kristo. Kwa mfano, nitoe mfano mmoja alafu niseme kipengele cha pili, tutamaliza. Mfano mmoja, mfano mmoja, unaingiziwa maneno ya kukutia hofu, unaanza kuogopa Unawezaje kuliteka nyara neno la hofu uliloingiziwa? Lazima uwe na neno la Kristo ambalo unalitii, ambalo neno la hofu likija linakutana na neno la Kristo linaanguka na kuteketea, unalikamata na kulifunga nyara kamba na kulitupa nje. Hasa mfano neno gani la Kristo ambalo ukiwa nalo ndani yako litakulinda dhidi ya hofu. Timotheo wa kwanza moja mstari wa saba. moja mstari wa saba, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo neno la uoga linapokuja ndani yako linakutana Timotheo Timotheo wa kwanza moja saba Mungu hajanipa roho ya hofu. Hii ngome hii neno linalokuja si la asili ya humu, hili ni la hao wanaoyapenda. Unalikataa na kulikamata na kulifunga kamba, natupa nje. Siri ya pili, hauwezi kucheza defensive game, mchezo wa kujilinda tu muda wote. Nyara hii sio ya Yesu, natupa wewe. Unatoa kitu, lazima uingize sasa uingize. Kuingiza ni kukua. Maandiko yanasema, kitabu cha Mithali, njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'ayo ikizidi kung'aa na kung'aa nam, hata mchana mkamilifu. Ko, sisi lazima tung'ae kila siku, unang'aa. Ndio maana tunasema unapoomba, mtu anaomba endelevu ni mtu anayeomba huku akisoma neno. Kwa nini watu wote wanaoomba bila kufungua Biblia na kusoma neno la Mungu ndani ya muda mfupi wataacha kuomba? Na kama wakilazimisha kuomba huku hawasomi mambo ya, maneno ya Mungu na wajifunzi maandiko matakatifu, ndio wale unasikia ni mwombaji wa kutisha, lakini ni mchawi ndio wale ambao wanatekwa na adui, wanakuwa ni waombaji, lakini matapeli, waombaji wa kutisha sana, lakini mzurumati mjanja, mjanja. Kwa sababu gani? Watu wote wanaoomba bila kusoma neno, muda utafika, watakoma kuomba. Watu wote wanaosoma neno bila kuwa na maombi wataishia kuwa kama mafarisayo na Masadukayo, walimu wa kidini, watu wenye maarifa mengi ya Mungu, lakini kuna vitu vinatokea kwenye maisha yao ambayo ni matokeo ya utemelezwaji wa maandiko, wasijue Yesu wanazaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Watu waliokuwa wanasoma maandiko hawajui, kwa sababu walisoma bila kuwa watu wa maombi. Jambo la pili, kuwa ninaposema lazima uingize vitu, lazima ulishe ubongo wako lisha neno, lisha neno, lisha neno. Pata nafasi ya kusoma vitabu vitakatifu vinavyofafanua na kupambanua maandiko kwa uzuri. Angalia eneo la maisha yako ambao unataka kuliboresha, lisha vitu sahihi. Weka social media policy katika maisha yako, personal social media policy sera ya kukontrol mitandao ya kijamii ya kwako binafsi, sio ya serikali. Serikali inapoweka vitu vyake, na wewe serikali yako iweke vitu vyako kwa ajili ya kwako, kwa sababu vile vinawekwa kwa ajili ya mamilioni ya watu. Wewe vile vya kwako vipi? Kwamba napoingia kwenye mitandao ya kijamii nikiingia mtandao fulani, nitakuwa na dili na vitu fulani tu, ambayo vile vitu vinaniongezea vitu kwenye ubongo wangu, vinaendelea kuniimarisha, vinaendelea kuniimarisha. Moja, nikwambie kuni kwa nini ni lazima uimarishe ubongo wako na nini ula? Kwa nini lazima uimarishe moyo wako? Luka mbili arobaini. Luka mbili arobaini, msistizo wa kipengele cha pili, anasema anasema anasema nini? Yule mtoto akakua, yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Watu wengi wanaomba neema ya Mungu, lakini hawajui neema ya Mungu ni kwa wanaokuwa na kuongezeka nguvu. Mtoto Yesu alikuwa ngoja nikwambie, kuna kipindi kwenye maisha yako lazima ukubali kuwa mtoto ili ukue. Mtu mzima ambaye amefikia maturity level ya kutokukua zaidi, anaenda kwenye descending, anaanza kupungua, anaanza kupinda mgongo, anaota mvi, anakufa. Watu wa Mungu hawana death mentality white, white hair, white hair mentality mentality za nywele nyeupe, kwamba yanazeeka. Sisi tunakuwa na kukua na kukua mpaka mchana mkamilifu. Kwa mtoto akakua akakua. njia ya pili sio tu kuzuia haya mawazo na fikra zinazojiinua kinyume na Mungu ni kuzikuza fikra za Mungu ndani ya fahamu zetu. Mtoto akakuwa, hebu na wewe ukue. hebu mawazo yako yakue, ufahamu wako ukue wala wala, msiwe watoto tena, mkitupwa huku na huku, every by every wind of doctrine. Na kila upepo wa maarifa, ukisikia watu wanaenda huku kwa Yesu, na wao wameenda, ukui ufikia tu ukawa na utegemezi bina utegemezi wa Mungu peke yake. Kwa lazima tukue, anasema mtoto akakuwa akaongezeka nguvu. Sasa ni nguvu zipi aizoongezeka? Lazima tuzijue Niko nasoma niko nasoma hapa Kiingereza, nasema he waxed in spirit, he was waxed. Maanake hizo nguvu ni nguvu za spirit, nguvu za akili, nguvu za kiroho ziliongezeka. Nguvu zako za kiroho zinapaswa kuongezeka kila siku, zinapaswa kuzidi kila siku, kila siku na kila siku ndani ya Kristo. Paulo aliongea alipokuwa kule Ugiriki, ndani ya Kristo tunakuwa tunaenda na kuwa na uhai wetu, lazima ukue uende Leo yako na kesho yako lazima kuna kitu kiongezeke kwako. Watu wa maombi, siku haipiti kabla hajakagua siku yake na kuona kuna kitu gani ambacho Mungu amenipa nitekeleze, kipya ambacho kimenihamisha kwenye level hii niliyopo sasa kwenda kwenye level ya juu. Tunakuwa kila siku. Kwa nikutia moyo mpendwa, mambo haya niliyosema ni ya msingi sana. Wale wenye hekima ambao wanayafanyia kazi yameleta mapinduzi kwenye maisha yao makubwa kabisa. Je, unasema na mimi, naomba Mungu anipe neema ya kuangusha kila fikra, kufanya mind detoxification, kuondoa sumu zote za mawazo hafifu, hafi ghafi, mawazo ya kishetani, mawazo ya kijamii ambayo hayanapingana na Biblia, ambayo yameweka ngome kwenye fahamu yangu alafu naomba neema ya kukuza vile vya Mungu kwenye akili yangu, ya kukuza vile vyenye kujenga kwenye akili yangu. Ikiwa ndilo ombi lako, Mungu akubariki sana. Tuombe. Asante kwa baraka eneo lako, Mungu mwenye nguvu. Ndugu yangu huyu ameamua kwamba na yeye anataka uwezo wa kuangusha kila mawazo yanayoibuka, mawazo ya kujiona hafai mawazo ya, ya, ya, ya uzuni, mawazo ya zinaa, mawazo ya wizi, mawazo ya kuvunjika moyo, Bwana yote ayakamate na kuyaangusha tangu sasa kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu mpe, hiyo nguvu mpe, alafu anaomba kukua Bwana kwa sababu ameamua kuwa mtu wa maombi kuanzia sasa, popote anapoomba, yale mafunuo, zile ideas, yale mawazo na zile nguvu za kiroho, zikawe ni sehemu ya maisha yake, kila anapopiga magoti kukuomba. Na ninamwombea kama kuna kagonjwa kokote, eti kame, kameweka ngome kwenye maisha yake, nako kasabaratike tangu sasa kwa jina la Yesu. Haja zake zote mtendee na mpe, abarikiwe mjini, abarikiwe na kijiji Mfanye awe juu tu, wala siwe chini. Uso wako umwangazie tangu sasa hata milele, kwa jina la Yesu amen. Mungu akubariki sana.